Hali gani popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi cha mahojiano. Kama mnavyojua, tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 na kule nchini Tanzania. Katika pitapita -pita zangu, nimepata fursa ya kuzungumza na Bi Salama Masudi, ambaye ni mmoja kati ya wagombea wa ubunge kule visiwani Pemba. Kwa hiyo, wacha tumsikilize Bi Salama Masudi, yeye ni mgombea wa jimbo gani na kupitia chama gani? <coughs> Mi naitwa Salama Masudi, ni mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Pandani Kupitia chama cha wananchi kafu katika huu uchaguzi wa 2025. Kwa maana 2025, nimeshiriki mimi kwa mara ya kwanza nikiwa mgombea katika jimbo hili la Pandani, ambalo jimbo hili kwa uchaguzi uliopita pia lilikuwa liko chini ya chama cha wananchi kafu. Moja ya sifa iliyonisukuma kugombea, kwa maana ya matarajio yangu, kusema kweli, ni kupata ushindi na kukipa heshima chama changu, chama cha wananchi kafu, kwa kuwa hicho ndio chenye sera makini, nikiamini kupitia chama cha wananchi CUF ambacho ni chama cha asili kutoka uanzilishi wa vyama vingi katika nchi hii ya Tanzania hususan katika visiwa vya Zanzibar, ndio inaonekana ni bezi ya chama cha wananchi CUF. Na sitaki kuzungumzia historia ya nyuma, lakini kwa sasa nizame tu katika uchaguzi huu ambao tunao kwa sasa, na kama ilivyo ada, kwa maana ya katiba tuliyonayo ya Jamhuri ya Muungano na hususan katiba ya, ya Zanzibar Uchaguzi wa mkuu unafanyika kila baada ya miaka mitano, na uchaguzi huo unachagua viongozi mbalimbali kuwakilisha katika nafasi za kiserikali. Ndivyo ambavyo chama chetu pia cha wananchi CUF kimeshiriki katika sehemu hiyo ya uchaguzi, na nikapitia katika changamoto mbalimbali mbali za upitishwaji wa kura, kwa maana ya kura za maoni, mpaka tumefikia uteuzi wa tume, na mimi kama mgombea ambaye nimeteuliwa na chama changu nimegombea hiyo nafasi. Lengo langu kuu ni kupatia ushindi chama changu, lakini pia ni kusimamia sera makini za chama cha wananchi CUF. Tunajua kwa sasa hivi vyama vingi vinajinadi, kwa kila chama kina nadi kitu kadhaa kitu kadhaa, lakini mimi nasimamia sera za chama cha wananchi CUF, kwa maana Zanzibari mpya tuitakayo inahitaji mtazamo mpya unaoendana na dunia ya mahitaji ya dunia ya sasa. Tukisema dunia ya sasa, kwa sasa sasa hivi dunia kubwa ina, inamilikiwa na teknolojia ya hali ya juu. Kwa maana katika maisha hatuwezi kukwepa kwamba kila kitu sasa kinakwenda kwa teknolojia ya sasa, lakini yapo mambo muhimu ambayo tunayazungumza katika jamii zinazotuzunguka ambayo hususan ndiyo haswa ilani ya chama cha wananchi kafu ambayo inasimamia humo itikadi ya chama cha kafu ni itikadi ya utajirisho. Na maana yake nini? Tunazungumzia kwamba wananchi wetu waishi katika hali ya utajiri ama ya kipato kinachoweza angalau kumfikisha mwananchi wa kawaida kupata milo mitatu na kuwezesha kupata huduma za msingi. Nikianza katika upande wa uchumi, kwa sasa hivi nchi yetu kwa viongozi waliopo, bila kubeza viongozi waliopita, wanazungumzia uchumi wa bluu kwa maana, au uchumi wa kati kwa maana wananchi angalau wanufaike na nchi yao kupitia uchumi wa kati. Tunavyo vitu vingi vya kutuingizia uchumi katika zanzibari yetu ama katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kama chama cha wananchi Kafu, vipo vipaumbele vya kuishauri serikali ambayo itasaidia itashinda. Na kwa nini tunasema sisi mtuunge mkono chama cha wananchi Kafu, tunasema kwamba uchumi kwa upande wa Zanzibar, kwa maana mimi natokea katika jimbo la Pandani kwa upande wa Zanzibar, tunahitaji zaidi katika sekta yetu tunayoitegemea ya uchumi wa sekta ya utalii, uchumi wa bluu, kwa maana ya kutumia bahari yetu, uchumi tunatumia kwa maana uja ya ujasiriamali katika kuongeza vipato kwa wajasiriamali, kwa maana ya wakulima wadogo wadogo, bila kujali msimu. Vile vile kuna msimu wa kilimo ambao zao kuu la uchumi kwa hapa Zanzibar yetu ni karafuu, soko kuu la, la, la karafuu liweze pamoja na kwamba liko liko katika hali imepanda kutoka mwanzo awali. Ndio maana nikasema sikubeza uongozi uliopita, lakini tunahitaji zaidi, wananchi wanufaike na zao lao kutokana na quality ya soko la dunia. Isiwepo kwamba kuna grade one za namna hii na namna hii na namna hii, grade one zipimwe moja kwa moja kutoka kwa wakulima kutokana na ubora wa karafuu zenyewe, lakini bila kujali madaraja gani, basi zi-zisiwe zina zinawakomoa wakulima kulingana na madaraja na udhaifu wa sehemu wanazotoka. Kwa mfano, inawezekana quality ya karafuu na kipindi hichi isi, isiangaliwe kwa kuishika kwa tu ilingane na soko la dunia, na bei zake ziwe rafiki kwa wakulima wa zao hilo la karafuu. Lakini vile vile, imeibuka zao la mwani, ambao kwa sasa watu wengi wanapeleka sana hapo nguvu zao kupata ajira katika sehemu ya kilimo cha mwani kwa sasa hivi ubunifu umekuwa mkubwa kwa soko la dunia. Mwani inatoa vidonge ambavyo vinasababisha vinatibu vina ama vina matumizi mbalimbali katika matumizi ya binadamu. Katika hizi zao la mwani hili, ni vizuri zaidi niseme kwamba chama cha wananchi CUF kimejipanga kuanzisha viwanda vidogo vidogo, lakini pia viwanda vikubwa, ikibidi kualika wawekezaji wa kutoka nje, kwa kushauri serikali waje wawekeze kwa ukaribu katika maeneo muhimu ambayo zinapatikana kwa nguvu zao hili la mwani ambao uzalishaji wake utazaa ajira nyingi za wakina mama na vijana, lakini pia na hata watu wazima wanaojiweza ambao bado hawajapoteza nguvu zao kuweza kubuni miradi hii na lakini vile vile kulifanya soko la mwani lipande ukilinganisha na soko la karafuu. Lakini vile vilevile uchumi wa blue si katika kutengeneza bandari tu ikakua kwa mapato ya bandari peke yake, na ingawa tunahitaji ukuaji wa bandari, hususan bandari ya Wete kwa sisi wakazi wa mkoa wa kaskazini Pemba ndio ambao ni tegemeo letu, lakini kwa mkoa wa kusini kule kuna bandari ya, ya, ya mkoani. Marekebisho makubwa yanahitajika kwa sababu meli nyingi zinaishia bandari ya mkoani. Tunahitaji marekebisho makubwa katika bandari ya Wete, ambayo kwetu sisi wakazi wa kaskazini ni rahisi kwa upakewaji mzigo, lakini pia kwa usafiri kwa wakazi wa wilaya wa, wa, nzima ya Wete, ambapo na mimi jimbo langu linatokea katika wilaya ya Wete lakini vilevile tunao vijana wetu sisi ambao wanajishughulisha na shughuli ndogo ndogo za kutafuta uchumi, wanajihusisha na uvunaji mdogo wa, wa chumvi. Hichi pia ni sehemu ya kujipatia kipato vijana wetu, basi tutaboresha sisi maeneo ya vilimo vya chumvi, kwa maana utengenezaji wa viwanda vya chumvi vidogo vidogo viweze kuboresha ukuaji wa, wa soko la chumvi, vile vile ziuzwe katika nchi jirani, kwa sababu kwa hapa una tuko karibu sana na nchi jirani, lakini pia lifanywe soko pia linaweza likapatikana kwa wingi sana wa uzalishaji wa chumvi. Lakini vilevile vile huku katika sekta ya utalii Pemba sana iko nyuma kidogo ukilinganisha na Unguja, kwa maana watalii pengine inawezekana katika mfumo wa usafiri na nini haujaboreshwa vizuri, lakini pia katika sehemu za hoteli za kisasa za watalii pengine hizi hazijaboreshwa vizuri. Tunazo fukwe kubwa kama unavyoona katika maeneo mbalimbali, lakini fukwe hizi zikiboreshwa vizuri na zikatengenezewa vivutio basi hizi zinaweza zikasababisha vilevile watalii kuja kutengeneza maeneo mbalimbali katika maeneo hii ya wilaya yetu ya Wete, lakini zipo fukwe ndogo ndogo ambazo sio quality. Basi kwa kupitia chama cha wananchi CUF, tutashauri serikali ziweze kuzifanyia maboresho mazuri sehemu hizi za, za bichi ambazo zitakuwa ni vivutio kwa wananchi, lakini pia watalii kwa ujumla. Lakini nikizungumzia masuala ya uchumi pia katika sekta ya ujasiriamali, ili ni hame ya mali mahali yapo, niingie katika sehemu nyingine. Ujasiriamali wa kisasa kwa sasa hivi tu, kwa teknolojia tuliyonayo, sana unahitaji vifaa vya kisasa, tunahitaji maji ya uhakika kwa ajili ya uweza kuboresha ulimaji huu, labda ujasiriamali wa kilimo cha mboga mboga, lakini utekelezaji wa vitu vidogo vidogo, kwa mfano mboga mboga ni pamoja na mimea zaidi ya nyanya, mchicha matembele na kadhalika. Sasa kwa nini ulimaji wa sasa hivi wa mboga mboga unategemea zaidi msimu wa mvua, labda na mabwawa ambayo yanapatikana katika maeneo tofauti? Lakini si vibaya, basi ikawekwa miundombinu mizuri ambayo itakuwa imeelekezwa kwanza kuwachimbia visima vilivyokuwa virefu maeneo ambayo wanachama wanapenda, au wananchi wanapenda kujihusisha na umwagiliaji wa kilimo hicho cha mboga mboga, itasaidia zaidi katika kub kuwezesha mitambo ile ya kisasa kufikisha mpaka sehemu ambazo wakulima wanalima mboga hizi, lakini upatikanaji wake na uvunaji wake sio wa muda mrefu, kwa hiyo upatikanaji wa kipato ni uhakika kabisa. Itawasaidia wakulima hawa kuweza kupata soko ambalo watajipatia bidhaa hizi na watajipatia fedha. Lakini katika ukanda wa bahari, serikali isiishie tu kununua meli, kwa maana ya meli za usafiri kufanya biashara ya usafiri wa majini peke yake vijana wetu tunajua wa, watu wetu watu wazima wenzetu wazee wetu, waze wetu wa, sana wamejihusisha na sekta za uvuvi. Sasa hivi uvuvi wao ni wa, kusema kweli ni wa hatari, ni hatarishi sana hasa maeneo ya Gando kwa pwani ya karibu hapa kwa maana ya kaskazini Gando Fundo na kadhalika. Hizi zimekuwa hatari sana kwa uvuvi kwa sababu ya hizi boti sam nyingine, inategemea na msimu, unakuta unakuta boti zinakumbwa na, na upepo na nini. Ni vizuri zaidi serikali ingeandaa manuari za kisasa katika uvuaji wa samaki lakini si vibaya pia kama serikali uchumi utaruhusu kununua meli kwa ajili ya kuwezesha uvuvi na kutengeneza viwanda vya kusindika samaki ili kueneza ajira kwa vijana wetu hawa ambao wanapatikana katika maeneo yetu. Manuari zile zitawachukua vijana huku kutoka nchi kavu kupeleka katika viwanda, ambapo meli zile zitakuwa na viwanda ndani yake, ambapo vitasindika samaki na vinaweza vikasindika nchi jirani vilevile, kama unavyoona katika dunia, kuna nchi ambayo inaitwa Malaysia ambayo ina, imepanda uchumi wake kutokana na uvuvi waji wa samaki. Si tunajua uvuvi wa samaki kwa asilimia kubwa katika Tanzania hii tunapatikana katika visiwa vya Zanzibar. Si, si ma, maendeleo yaliyofanywa na wala sibezi kwa viongozi wetu waliopita. Lakini bado tunayo fursa ya kuweza kuishauri serikali kwa nafasi tutakazopata sisi tukijaliwa kupata wingi wa kura na kushinda, tuweze kuishauri serikali. Basi si vibaya kama itatenga jambo la fedha kuweza kuwezesha meli ambazo zitawezesha kuwa na viwanda kabisa vya kusindika samaki na kuuza nchi jirani, lakini kwa kwa kwa, matumizi ya ya wananchi kwa ujumla. Nikihama hapo, pia tuna miundombinu ya kisasa kwa, kwa kweli katika jimbo langu mpaka sasa sasa hivi miundombinu ya barabara sio rafiki sana kwa wakazi wangu wa Pandani, ingawa naishukuru serikali kwa hatua iliyokuwepo, bado kuna marekebisho makubwa ya barabara. Na viongozi waliopo wamefanya kazi nzuri kwa hapa walipofikia, lakini si vibaya kama tutaongeza nguvu zaidi kupitia wapinzani kwa kuelekeza serikali kwa sera zetu makini tuweze kuboresha basi miundombinu rafiki. Kutokana na wananchi wangu sana zao lao kubwa wanaotegemea katika upande huu wakati wa msimu ni karafu. Sasa maeneo ya Pandani yana sehemu kidogo udongo wake si mzuri, lakini pia kufikisha zao hili wameshavuna karafu zao wanahitaji waanike wa, wa lakini wafikie sehemu za kuuza ambazo ni state mjini, ni nje ya jimbo hili. Kufikia huko manake usafiri wa jimbo langu la Pandani wa gari ni moja tu likipita moja asubuhi, basi moja mpaka jioni, kuepo na usafiri wa kutosha, ama sivyo wakulima wakodi magari maalum kwenda kuuza estate, kitu ambacho kinawagarimu sana, na kwa kweli hiyo faida yenyewe ni ndogo, anua hawapati faida nzuri kweli. Hili ni serikali, nikijachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili ilapandani, nitasaidia wananchi wangu angalau kuwezesha wa kutosha, lakini pia kuishauri serikali kwamba tunayo haki na sisi kupata miundombinu ambayo itaturahisishia katika usafiri katika jimbo langu la Pandani, lakini pia katika suala la maji. Maji kwangu ni tatizo, bado haijakuwa asilimia mia moja upatikanaji wa maji katika jimbo langu, ambayo wananchi wangu kwa ujumla, kuna tatizo kubwa la kisima ambacho kimejaa, kime hakitumiki kwa sasa, bado mpaka kisafishwe. Basi hii haihitaji tena mpaka serikali kuu ijifanye kupitia chama cha wananchi kafu, kwa sababu sisi hatujabahatika kupata mwakilishi hapa. Lakini nawaomba wananchi hapa wanichague mimi kuwa mbunge, lakini na mwakilishi wangu, kuwezesha kushauri serikali tuweze kufanyia kwanza maboresho bila kusubiri mfuko wa jimbo. Nikichaguliwa kuwa mbunge, nitakisafisha hichi kisima, lakini kupitia mfuko wa jimbo baada ya kuwa nimeteuliwa, nitaweza kusupply maji katika eneo lote la Pandani kuweza kuondoa hizi kero za maji zinazofuata mpaka sasa hivi. Lakini kuna swala la afya. Afya ni swala muhimu sana kwa ujumla katika dunia ya sasa afya pamoja na kwamba serikali imeweka huduma bure kwa afya na nini, lakini huduma bure zipi? Tunahitaji huduma za kisasa katika kulinda afya hususan ya mama na mtoto. Tunaona kabisa sasa hivi wamama wengi katika ukanda wetu wanazaa, lakini kuna mambo mengi mapungufu mengi sana katika mambo ya uzazi. Mimi ni waombe iwapo wataniamini mimi kwa mbunge wao nitahakikisha vituo vyote vya afya vinavyopatikana katika jimbo la Pandani, basi uzazi na uzazi wa mama na mtoto, huduma za uzazi zitatolewa bure kabisa. Nitapeleka vifaa vya uzazi kupitia mfuko wa jimbo, lakini pia nitatafuta watu ambao wanaweza kutusaidia katika kuokoa afya ya mama katika uzazi, inshallah Mwenyezi Mungu aniwezeshe lakini vile vile wamama hawa wanahitaji hata mtoto akiwa tumboni akuwe katika afya njema, basi isiwe tu katika uzazi apewe afya njema, lakini hata akiwa mjamzito, basi iwe na mpango maalum wa kuandaa vyakula maalum kwa wamama waja wazito, kutoa mafunzo ya lishe bora, lakini sio tu mafunzo, lakini kuwezesha, kama kuna mfuko unaweza ukawafikia wamama kulingana na afya zao, kuweza kupata huduma nzuri, waweze kuzaa watoto wenye afya bora tukienda kwa mfano wa elimu, mpango wa elimu wa kisasa. Maana yake elimu zilizopo shule zipo katika jimbo la Pandani, lakini tunahitaji majenzi ya shule katika taaluma ya kisasa, kwa maana ya TEHAMA, ufundishwaji, kuwepo na elimu nzuri kutoka elimu ya awali, elimu ya msingi na hatimaye ya sekondari. Kama unavyojua kwa sasa tumeona maendeleo yanafanyika katika serikali iliyo iliyopo, lakini na sisi kama Pandani tunahitaji elimu mpya ya kisasa, ambapo tunaona sasa hivi Maendeleo ni makubwa, kuna ubao ambao wa kufundishia unakwenda unaitwa smart ambao watoto wanaweza wakajifunza kupitia teknolojia ya kisasa. Mimi niombe kwamba wananchi wa Pandani wawe na imani na mimi, wasikate tamaa, waweze kunipa nafasi kwa mara ya kwanza, lakini nitawahakikishia kwamba mimi nitakuwa mbunge wa mfano, niweze kuleta manufaa kwa wananchi wote. Naomba mnipe kura zao, naomba sana kwa nafasi hii, iwapo watu wananisikiliza kupitia kipindi chako, basi wawe na imani na mimi, wanawachague mimi mama kuwa mgombea wao katika jimbo la Pandani. Nashukuru sana. Asante sana bi Salama, umezungumza sera zako kwa vizuri kabisa, na ziko wazi na zinafahamika kwa hali ya juu. Labda kuna kitu ambacho umezungumzia, ajira umezungumzia yani, kila kitu umeweka katika technology. Wewe mbali ya kuwa labda mwanasiasa, kitu gani chingine ambacho kina unajishughulisha nacho ambacho kimekufanya kaona labda Pandani wanahitaji teknoloji ya kisasa katika kuhakikisha jimbo lao linapata mambo yale yanayokwendana na wakati. Mimi kwanza, ni taaluma yangu, mimi ni mwalimu. Nimepata elimu yangu ya, ya sekondari katika shule ya wasichana Kisutu Dar es Salaam lakini right. Pia nimekwenda chuo cha walimu Korogwe. Baada ya hapo, nikajihusisha na mambo mengine ya siasa, nikapata nikapata nafasi ya kujiongoza tena, kujiongezea ujuzi Nimekwenda kujiongezea ujuzi katika vyuo mbalimbali, lakini kwa sasa taaluma yangu niliyonayo ni katibu muktasi kupitia nafasi ya Bunge la Afrika Mashariki. Ni, ni personal secretary katika Bunge la Afrika Mashariki kupitia CUF. Inaonekana utakuwa vizuri sana utakapopata kura za watu. Inshallah, inshallah, Mwenyezi Mungu atukujalie, inshallah. Mungu akujalie, utafanikiwa. Amina inshallah. Katika kufuatilia kampeni mm, nimekuta vyama vya CCM na ACT Wazalendo ndio wao naona wako kwenye majukwaa makubwa na karibu kila siku wao wanapiga kampeni. Nyinyi chama cha CUF, labda kampeni zenu mnazifanya kwa njia gani? Amna, mimi nafanya mm, kwa mkutano hadhara kama unafuatilia kampeni haswa kwa haki. Mm, mimi nimefungua kampeni zangu jana Masota, katika uwanja wa Masota na nitaendelea kufanya kampeni katika jimbo langu niko kila siku kwa sasa. Kwa wiki hii ratiba zangu ni za nyumba kwa nyumba, lakini next week kama utahitaji, nitakupa ratiba zangu na nitafanya mikutano ya hadhara kama inavyostahili. Inawezekana ikawa unaiona mikutano ya CCM kwa kwa maana ya wagombea wa juu, kwa maana ya nafasi za urahisi sisi kwa bahati mbaya, mpaka sasa hivi bado mgombea wetu hatujapata ufumbuzi. Maana ana, ana amewekewa kidogo ana hitilafu katika kupitia Tume ya Taifa ya Uchaguzi jina lake limeondolewa. Kwa hiyo tunasubiri, kwa sababu amekonda mahakamani, hatujapata bado majibu kutoka ya kimahakama. Kwa hiyo inawezekana huioni mikutano ya kitaifa, lakini mikutano ya majimbo inafanyika. Juzi mm, tulikuwa na mkutano Micheweni le jana nilikuwa na mkutano mimi Masota katika jimbo la Pandani, na hivi leo naenda mjini Wingwe, kuna mkutano wa hadhara pia wa chama cha wananchi kafu. Kwa mikutano ipo, labda niseme tu, vyombo vya habari msiwe mnaangalia vyama kwa uchache, angalieni vyama kwa usawa, kwa sababu ukitazama chama cha wananchi kafu, pengine kuna wengine, mimi nimesema kuna wengine pengine hamwezi kuafikia, lakini kuna vyama vya IDC EFU na vyama vingine SP nini, mimi sijawahi kufuatilia kwa kwa kina, lakini msibezi kwamba viko vyama hivyo tu, kwa maana ya sisi mnaest vipo vyama ambavyo vina uwezo mkubwa kama mimi, mi naamini kabisa uwezi kupata mgombea kupitia ICT akazungumza kama mimi navyozungumza, hususan mwanamke au hata au CCM naenda kamtafute. Lakini nawaambia kwamba watu wasitizame vyama, watizame mwakilishi ambaye ataleta sera makini za maendeleo ya kijamii bila kujali chama cha siasa. Ni sawa sawa, wanavyozungumza ni maneno yao, ni kweli na kama wanavyozungumza ni. Wanavyozungumza, ni sisi tumejaribu kuwasiliana na vyama mbalimbali mbali katika kuleta wawakilishi wao tumebahatika kupata mbali ya ACT, na CCM ndo tumepata na wewe, kuna wachauma, vile vile tumepata wachauma vilevile tumepata mwengine wa chama chingine bado hatujazungumza naye, lakini tuko katika harakati hizo. Labda kuna swali moja ambalo linaonekana linaleta utata kwa baadhi ya vyama, lakini kuna wengine wanasema liko sawa, swala la kura za siku mbili, tarehe 28 tarehe 29. Nyinyi CUF msimamo wenu uko vipi? Kwa sababu kwa kweli mimi hili swala la kura za za kwa maana ya kura za mapema Ndiyo. Mimi kusema kweli chama changu katika katiba yetu inanizuia mimi kutoa msimamo wa chama kwa sababu katiba yetu inazungumza msemaji wa taarifa za chama ni mmoja tu ambaye ni mwenyekiti wetu wa, wa taifa wa chama, lakini kwa mwelekeo mustakabali wa siasa za Zanzibar niseme, aliyesababisha kura za mapema kwa hilo wazo ni kwamba ACT wamepewa nafasi na wananchi badala ya kafu kwa kujiunga na GNU, lakini wameshindwa kuwatekelezea wananchi wa Zanzibar na ujumbe mzuri wa GNU, kwa sababu mustakabali wa kura mapema ni kutokana na muunganiko wa GNU. Tulivyokuwa kafu, tumeshikilia umoja wa kitaifa. Hatakuwa tumeruhusu hichi kitu. Lakini uwepo wa ICT pale, manake ni kwamba wananchi wajue kwamba waliowatuma kwenda kuwatetea katika muungano huo wa serikali ya kitaifa wameshindwa kutekeleza ma maslahi ma ya Wazanzibari, bado kura za mapema katika sisi wapinzani hatuna, hatuna imani nazo, lakini mimi kama mimi siwezi kulizungumza swala hili kitaifa, mzungumzaji ni mmoja tu, lakini niwaombe wananchi kwa kuwa walishapoteza imani kwa chama cha ACT, ambacho tulikiamini na kimetoa mgombea wa makamu wa kwanza wa rais, basi makamu waelekeze sifa zao, waelekeze kura zao kwa wawakilishi wetu wa chama cha wananchi kafu, waingie kwa wingi sana lakini pia watupigie sisi wabunge wa chama cha wananchi kafu weze kurudisha maslahi ya Wazanzibari. Mi naamini mazungumzo kati ya CCM na CUF yanakwenda vizuri, lakini pia uongozi wa CCM na CUF hauna tatizo, ni kwa maslahi ya Wazanzibari. Sasa uwepo wao wao katika GNU na kutoleta manufaa kwa Wazanzibari upoteze imani kwetu sisi, kwa sababu tunaamini uwepo wao mle ni kwa maslahi yao ya kisiasa, ambapo haswa mtima wa GNU ni chama cha wananchi CUF na serikali ya kitaifa ya Zanzibar ina sisi chama cha CUF. Mtizamo wetu sisi ni wa serikali tatu ambapo tunaamini kwamba serikali ya mapinduzi Zanzibar, serikali ya Tanzania bara na serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini chama chao wao ambao wamechukua GNU, kina mtazamo wa chama kimoja serikali moja. Sasa serikali moja maana yake unataka kuua upinzani. Niwaambie, ni tu mtu aliye anayestahili kuingia katika GNU, ni chama cha CUF. Wananchi wananchi, na niwaombe tu wote kwa ujumla wanaonisikiliza watupigie kura kwa wingi kupitia wawakilishi wetu watupigie kura nyingi kupitia kwa wabunge wetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atalitaheri na tutarudi katika sura ya wa Wazanzibari halisi na tumaini mpya la Wazanzibari ambalo ni mtazamo mpya wa dunia katika ma uchumi wa bluu wa sasa, lakini pia maendeleo mapya katika teknolojia ituliyonayo. Amin rabbil alamin. Naona umejibu karibu kila swali, labda kuna cha ziada ambacho unataka kukiongezea katika mahojiano yetu ya haya ya leo? Hapana, cha ziada sina isipokuwa nilikuwa naomba kama mtapata fursa kama hizi, kuwafikia vyama vingine ambavyo havina uwezo, mwafikie muweze kufanya mahojiano nao, kwa sababu isiwe ni vyama tu vile ambavyo vinajulikana, mwafikie na vyama vingine vidogo. Lakini pia msiishie katika kutuhoji, lakini njooni pia kwenye mikutano yetu, muone namna gani tunakubalika katika jamii. Tunafanya siasa za za za za siasa zilizotulia kwa maana siasa za amani na utulivu. Na mi niwaambie ni tu kwamba tunazingatia amani na utulivu katika nchi yetu, hususan katika chama changu na hata sera zangu. Nawaambia mimi nitakuwa dhamana ya vijana wangu hapa Pandani. Nawahakikishia serikali kwamba nitafanya kazi kampeni katika sehemu ya utulivu na amani, lakini pia ni dhamana yao mimi, vijana wangu, kwamba hawatafanya vurugu zozote, na mimi ni dhamana kwa niaba yao nitalinda. Mimi ni mzazi Sipendi vijana wanavyoumizwa, na sisi huko tulisha tulisha toka kabisa katika siasa za kuumizana. Tumeingia katika siasa za haki, ndio ndio maana kilio chetu sisi ni haki sawa na furaha kwa wote. Asante sana abisalama, asante sana, nashukuru. Naomba ikhlasu zenu, naombeni mniwezeshe. Lakini wananchi wanaonisikiliza kupitia kipindi chenu, basi mwahimize kama mnao ndugu zenu lakini wananchi pia wote kwa ujumla hususan wanaoishi katika jimbo la Pandani wanipigie mimi Salama Masudi niweze kuwa wa mtetezi wao katika jimbo hili, inshaallah. Umetaja vijana, lakini vijana sasa wengi sana wanapenda michezo na michezo michezo michezo kwa sasa. Sasa sio tu ni ni ni ni sanaa, lakini michezo sasa hivi ni ajira kama unavyojua, michezo ni ajira na sehemu kubwa ya kuweza kujipatia kipato, na ukitizama vijana wetu wanawika sana katika ligi kuu ya Tanzania bara wakina Mudathiri wale wakina Fei na wakadhalika wote wanatokea wanatokea Tanzania visiwani. Si vizuri, si vibaya kwa jimbo langu mimi. Pia nawahakikishia wakinichagua mimi, nitaipandisha hadhi ligi yangu katika jimbo hili la Pandani, kuileta ligi daraja la kwanza. Itasaidia vipaji vya vijana kuweza kuweza kutokea hapa na kuweza kupata ajira katika soko kuu la sasa. Mipira ni digitali na vitu hivi vinawezekana, ni kujenga vituo vya akademiki ya michezo lakini pia kuibua vituo kama hivi vitaibua vipaji tofauti vya watoto ambao wako katika kaya maskini, na kuwafanya na wenyewe waweze kupata vipato kwa ajili ya familia zao na sehemu zao kwa ujumla. Kwa siku ya leo, kwa kweli tuishie hapa, inshallah. Ninayo mengi, lakini kipindi kinanibana na, na kwenda kwenye kampeni, inshallah inshallah koingu imjananza hapa katika jimbo la Pandani. Wapenzi watazamaji, huyu alikuwa ni Bisalama Masudi, mgombea ubunge kwa jimbo la Pandani kule Pemba. Kama mlivyosikiliza ni mtu ambaye ana elimu nzuri sana especially katika maswala ya teknolojia. Anasema jimbo lake linataka liende kisasa, kidigital, si masuala tena ya analog. Amezungumza mambo mengi, amekava katika kila sekta ambayo inaonekana mwananchi wa kawaida anatakiwa anaipata. Amezungumzia afya, amezungumzia elimu, amezungumzia miundo mbinu, amezungumzia kilimo na vile vile ajira kwa vijana. Kwa hiyo kwa wale ambao mmemsikiliza, mko Pandani, anasema mpeni kura yeye ili mnufaike. Changamoto kubwa kwa vijana ni masuala ya ajira, na yeye anasema yuko tayari kuhakikisha changamoto hii inakuwa sorted, vijana mpate ajira, maisha yapate kwenda mbele. Kwa leo sina la ziada, isipokuwa tutukutane tena katika vipindi vyetu hivi endelevu vya kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwaherini.